Tuangalie katika masuala ya elimu ambapo wanafunzi wa shule ya sekondari ya Forest iliyopo mkoani Mbeya wamekutana na of, afisa elimu wa mkoa huo Juma Kaponda kwa lengo la kufikia maelewano baina ya wanafunzi hao na walimu wao. Mkutano huo umefanyika ili kuwashawishi wanafunzi wa shule hiyo kukubali kuendelea kufundishwa na walimu wawili wanaotuhumiwa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU kuendesha mradi wanafuzi wa kuwatoza shilingi 500 wanafunzi wanapochelewa shuleni kinyume na taratibu. Mwandishi wetu Hosea Cheyo kutoka Mbeya ndiye mwenye taarifa hii asubuhi. Na mapema wanafunzi hawa wamelazimika kutoingia darasani na kuchukua uamuzi wa kuandamana hadi ofisi za mkuu wa mkoa wa Mbeya kwa shinikizo la walimu wao wawili wanaotuhumiwa na TAKUKURU kuendesha mradi haramu shuleni hapa wasiendelee kuwafundisha. Polisi wametumia diplomasia kuzuia jaribio hilo na kuwaketisha chini wanafunzi hawa kwa maridhiano kwamba, rudini darasani, kila mtu arudi darasani, asikubali kushawishika. Taratibu zimekiukwa, ndiyo, tuna taratibu zetu za ndani, tutaendelea kuhangaika nazo. Lakini kwa ujumla wenu wote mubaki darasani mkisoma. Viongozi wa idara ya elimu mkoa na wilaya ya Mbeya wakabadilika kuwa wahubiri kwa muda, huku wakiwasihi wanafunzi kuingia darasani. Leo mmetuita kwa namna hii, maana palipo na vurugu lazima watu watakuwa na neno kwao. Leo nimeamini kwamba mmetuita kwa namna ya vurugu ili tuje tuwasikilize. Na tumefika tumewasikiliza, na ili sasa mambo yenu yaendelee kutatulika, naombeni utulivu sana. Mkuu wa jeshi la polisi wilaya ya Mbeya, Richard Mchomvu, amedai kuwa kuna baadhi ya wanafunzi wanadaiwa kutumiwa vibaya na watu wasiojulikana. Tatizo ambalo tunaliona kubwa, ambayo litafanya nchi yetu isiwe tulivu isiwe na amani, ni vijana kuwa na tabia ya kukurupuka kunapotokea kitu, vijana hawatulii wamekosa uadilifu, hawatulii wakasikiliza kitu, wakajipanga wakajua tutafanyaje. Baada ya mkutano huu, afisa elimu mkoa wa Mbeya Juma Kaponda ametoa msimamo wa serikali dhidi ya wan, wa, walimu wawili Faustini Robert na Solomoni Mwasote wanaolalamikiwa na wanafunzi hawa, pia kutuhumiwa na TAKUKURU ni watuhumiwa mpaka pale chombo cha amini mahakama itakapokiata, lakini kuna taratibu za kiserikali kwamba TAKUKURU itakapowapeleka mahakamani. Ikishaenda mahakamani kesi ipo huko, tunawasimamisha kazi, lakini kama kesi haijaenda mahakamani, hatuwezi kusimamisha kazi. Wanapaswa kuendelea kufanya kazi. Danieli Mtuka, mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Mbeya amesema wako katika hatua za mwisho za uchunguzi. Faustini Robert na mwenzake Solomoni Masote wako nje kwa dhamana. Baada ya kukamilisha uchunguzi na kubainika kuwa wana kesi ya kujibu watafikishwa kwenye vyombo vya sheria wiki hii. Kutoka hapa Mbeya, mimi ni Oseche wa TBC. Na sasa tujionge na mwandishi wetu mwasu Suare, mwenye taarifa isemayo jukwaa la wakristo Tanzania, TFC limetoa tamko la pamoja baada ya mkutano wao mbali mbali ya wa dharura kuhusu masuala mbalimbali ya uvunjifu wa sheria ambayo yamekuwa yakijitokeza hapa nchini na kuwaomba waumini wa dini ya Kikristo kufunga kwa siku saba. Wakitoa tamko hilo kwa niaba ya maaskofu 177 viongozi hao kutoka Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, jumuiya ya makanisa ya Kipentekosti ya Tanzania PCT na kanisa la Waadventisti wa Sabato SDA. Viongozi hao wameiomba serikali kuchukua hatua za kudhibiti vitendo hivyo. Hii hapa taarifa ya Yamesar. Kutokana na matukio mbalimbali mbali ya uhalifu na uvunjifu wa amani kuripotiwa katika maeneo tofauti nchini, viongozi wa dini ya Kikristo wametoa tamko la pamoja jijini Dar es Salaam kuelezea kusikitishwa kwao na matukio hayo. Kwanza ikawa ni Askofu Peter Kitula kutoka jumuiya ya Kikristo nchini CCT, ambaye amezungumzia uhusiano baina ya Wakristo na Waislamu nchini. Waislamu walio wengi hawafurahii mambo yanayotokea, wapo pia wanaolitazama, wana wanaolitazamia serikali kudhibiti hawa wachache wanaochafua dini ya Kiislamu na kuwafanya Waislamu wote waonekane kuwa maadui wa Ukristo, jambo ambalo siyo kweli. Askofu Tasias Ngalale kumtwa kutoka baraza la maaskofu nchini Tek, akatoa tamko kuhusu vitendo vya baadhi ya watu kuharibu mali na kujichukulia sheria mkononi kwa kuwa ulinzi wa raia ni haki ya kikatiba ya kisheria, serikali inatakiwa iwalinde raia wake. Kwa upande wake, Askof Bartholomeo Shega wa kanisa la Pentekoste PCT akazungumzia hali ya Zanzibar na kuvitaka vyombo vya habari kuzingatia maadili ya taaluma yao, kuvitahadharisha vyombo mbalimbali vya habari kupima kwa kina ni nini kinachosemwa na viongozi wa kidini ili kuviepusha vyombo hivyo kutumika kwa nia ya uchochezi. viongozi hao wa dini wamewataka waumini wa dini ya Kikristo nchini kuungana kwa pamoja katika maombi na kufunga ili nchi iwe katika hali ya amani na utulivu. Mwasusware, TBC Dar es Salaam.